Fungua macho ya uchumi. Leo hii tutaangazia katika uongo unaozungumzwa na baadhi ya watu na wengine wakiwa ni viongozi wa dini wakizungumzia suala zima la kuridhika na kitu kidogo. Karibu tena katika uh, mfululizo wa masomo yetu. Leo tunafungua pazia la uongo mkubwa tena ambao unawazuia wengi kusonga mbele: kuridhika na kidogo kama alama ya utakatifu. Wengi wanaamini ukiwa na kitu kidogo ukaridhika nacho, ndipo utakuwa mtakatifu. Je, huu ndio ukweli halisi wa Biblia au ni kizingizio cha uvivu na hofu ya mafanikio? Elewa jambo moja Watu wengi hujisemea kwa visauti vya utakatifu ah, mimi nimeridhika na hiki kidogo nilicho nacho, wala sio lazima nikipate kilicho kikubwa, sio lazima nipate zaidi. Mungu amenipa hichi kidogo, wacha nitulie nacho. Lakini mara nyingi nyuma ya maneno haya, mara nyingi kuna hofu kuna maumivu ya ndoto zilizokufa au imani potofu kuwa Mungu hapendezwi na maendeleo ya mtu. Biblia inasema hivi, kuwa na utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Lakini haya maandiko hayasemi tukubali kuwa masikini hayasemi tukatae fursa. Haya maandiko yanatufundisha kwamba tusitawaliwe na tamaa mbaya na tusikatae mafanikio yaliyo ya, ya uhalali. Anapozungumzia kuridhika kwa mfumo wa Biblia na mfumo wa Kimungu, anamaanisha ni kuridhika kimoyo kwamba unamshukuru Mungu kwa ulichonacho, lakini sio kwamba unaacha kuendelea kutafuta. Ni moyo unaoshukuru lakini haukati tamaa ya maendeleo, haukati tamaa ya kupambana, haukati tamaa kabisa. Hatujaumbwa kwa ajili ya kubahatisha maisha ya kila siku. Mungu anatuita kuwa waaminifu kwa kidogo ili atukabidhi kikubwa. Katika kitabu cha Mithali sura ya kumi na tatu fungu la nne anasema, nafsi ya mvivu hutamani wala hana kitu, bali ya mwenye bidii itashiba. Hii inaonyesha wazi kuwa tamaa bila kazi ni ndoto tu lakini bidii huleta matokeo. Ukifuatilia vizuri, utakubaliana na mimi kwamba miongoni mwa sheria ambazo Mungu alizileta ni usitamani, kwa sababu mara nyingi tamaa ni kwa ajili ya mtu mvivu. Hebu angalia mfano kutoka kwenye Biblia. Yusufu alianza kama mtumwa, lakini alikataa kubaki chini Mungu alimtumia mpaka akawa waziri mkuu wa Misri. Katusome katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 41. Mwanamke wa mafuta kidogo alipokata alipotaka msaada, Mungu alimtumia Elisha kumwambia afanye kitu, sio akaye tu aliambiwa akaombe vyombo vingi ili ajaze mafuta afanye biashara. Na kwa hivyo, miongoni mwa mipango ya Mungu ni wewe kufanya biashara, kitabu cha Wafalme ya pili sura ya nne. Hata Yesu alitumia mifano ya biashara, watu waliowekeza wakazalisha, wakahesabiwa kuwa ni waaminifu. Imani potofu ya kuridhika na kidogo imewafunga wengi kwenye umaskini wa hiari. Wengi wanaacha ndoto zao kwa sababu wameaminishwa kwamba tamaa ya kuendelea ni dhambi. Wanaogopa kuwa matajiri kwa sababu wanahusisha utajiri na uovu, lakini kumbuka Utajili siyo uovu. Tamaa ya mali ndiyo yenye sumu, siyo mali yenyewe. Sasa muda umefika wa kuamka, fungua macho yako ya kiuchumi. Acha kusema kidogo kitanitosha ama kizingizio cha kukaa kwenye hali ngumu. Anza kufikiri kibiashara kimaendeleo, na kwa imani. Mungu anakuita kutoka kiwango cha kutegemea hadi kiwango cha kuzalisha, kutoka kiwango cha kuomba msaada hadi kutoa msaada. Uchumi kimungu haujengi watu kukubali kila hali bali unajenga watu wanaoamini, kwa juhudi, uaminifu na hekima, wanaweza kuinuliwa. Ikiwa umebarikiwa na ujumbe huu, usisahau kusubscribe kwa chaneli yetu ya The Living Empire TV, toa maoni yako, mshirikishe rafiki kwa kushare video hii. Usikate tamaa. Mungu ana mpango na wewe ufanikiwe. Usibaki kwenye uchumi wa kimaskini.